Fanyeni kazi, alafu huyo msanii ananisonya. Wengine sio kunisonya tu, wanantukana kabisa. Sasa hata kama ukinisonya, unafaidika na nini? Ukweli unauma. Fanyeni kazi, fanyeni kazi. Oh, huyu dogo ameachana na masingomaza, anatufanya anatusonga sisi wasanii. Mimi ninavyowaongeleaga masingomaza, sio kwamba ninawachukia sana, sio kwamba siwapendi. Wale ni mama zangu, wale ni dada zangu, ni ndugu zangu tena kwenye familia yetu wapo masingomaza kabisa, kwenye familia yetu sisi wako masingomaza, ni ndugu zangu kabisa. Lakini nasema ukweli ya kwamba kuzaa kabla ya kuolewa ni uhuni, ni umalaya. Siachagi kuongea na wao, wanasikia tena. Muda mwingine nikiwa live, ninaongea kabisa kwamba kuzaa na kufanya mapenzi bila ndoa ni umalaya, kuzaa bila ndoa ni uhuni na wanasikiaga. Sasa nyinyi ninavyowaambia mfanyeni kazi msione kama kama vile siji tunawaonea. Sisi tunawaambia ukweli. Changamkeni mmepoa. Mmepoa. Kuna kilimo cha mpunga, kuna kilimo cha matikiti, kuna kilimo cha bamia. Limeni, mvua si inanyesha kila siku huko taoni. Eh? Kwa hiyo msipoe. Au kama mnataka imbeni nyimbo za kumsifu Mungu tutawasapoti. Kwani nyinyi hamna Mungu? Kama wewe ni, ni Muislamu, Mkristo imba si nyimbo za kumsifu Mungu wenu.

Mmepoa uh, uh, uh. <laughs> <laughs> Hata kama mnisonye, fanyeni kazi, acheni malalamiko. Na kuna mashabiki wengine najua watanitukana kwa sababu wanapenda ngono, wanapenda hizo nyimbo za wasanii ambazo zinashawishi, zina ngono wanapenda, watanitukana. Hamna akili na nyinyi kwa sababu mnawapa wenzenu pesa tu waimbe nyimbo ambazo zinashawishi zina watu kupambana, zinashawishi watu kufanya kazi, zinashawishi mwanaume ukwepane na wanawake ili ufanikiwe, zinashawishi mwanamke ukwepane na wanaume ili uolewe. Sasa nyinyi mnasikiliza ujinga, ujinga. Na nyinyi mmechangia kwa asilimia kubwa, dada zetu ambao hawakuwa masingomaza. Kwa asilimia ndogo au kubwa mmechangia wasanii wa dada zetu kuwa masingomaza, kwa sababu bado wadogo, lakini wanaangalia video zenu hazieleweki. Vaeni nguo vizuri, kama mnataka kuimba manyimbo yenu. <laughs>